Mmoja wa wale askari alipiga Yesu mkuki mbavu. Haleluya, and two things came out, vitu viwili vitoka nje, vitoka maji na damu. Two things came out water and blood. Kwa vitu vyote viwili vitoka, vilikuwa vina maana kwenye ulimwengu wa roho, kwamba alipigwa mkuki Mfupa hakuvunjika lakini, ikaonekana damu yatoka na maji yatoka. Kwenye ulimwengu wa roho kuna maana unaozungumzia, maji kwani yalitoka na kwani damu ilitoka? Yes. u amini jina lake, amini damu yake, inatosha. Haleluya! hakuna ugonjwa, hakuna magonjwa kibaya ambacho kitainuka. Yesu anakupenda sana, Yesu anakupenda, Yesu anakupenda mpendwa, Yesu anakupenda kwa jinsi mm -hmm. Mungu alipenda ulimwengu hata kamtoa mwanae wa pekee

Haleluya. Nene sitegemee nguvu hizi. Mungu anapoona wewe una nia mbili. Uko double minded. Lazima atakuacha peke yako. Haleluya. Mungu apendezewi na watu wao wana nia mbili. Kwa wanganga wamo kwa Mungu wangu. Sasa, mwisho wa siku Mungu atakuacha katika njia zako. Maana the time unapoanza kumwaga mganga umeshamwacha Mungu. Tayari ndio mmoja msaada kusema mwingine tayari Mungu Mungu atoshi Haleluya na kuambia kwamba Mungu amekuzingila kwa damu yake, uko salama, ila wasiwasi wasi wako unakuponza. Haleluya na Yesu amekuzingira kila pande, ila wasiwasi wasi wako na hofu zako zinakuponza, na unatangatanga unahangaika, kwa wito wa mashauri yako unazidi kutangatanga, hauna utulivu, ni kwa sababu una una imani na damu ya Yesu. Ujamwamini Yesu ipasavyo na ndio maana unatangatanga huku una na kule huna utulivu. Haleluya. Simama na Mungu, umechoshwa na wingi wetu kwamba damu ya Yesu ina nguvu. By His stripes we are healed. Kwa kupigwa kwake tumepata. Hiyo ndio concept ambayo tunajua kumbe damu ya Yesu ina maana kwa uponyaji. Haleluya. Na ndio maana hebu we cover ourselves with the blood of Jesus Christ. Tukiwa tumezungushwa tumezingirwa na damu ya Yesu tuko salama. Haleluya kanisa, mnaona damu ya Yesu inatosha. Damu ya Yesu inatosha the blood of vipya bila damu ya Yesu. Ametunenela pendo la mwanawe Yesu Kristo. Ametukomboa, ametukomboa kwa damu yake. Haleluya! ametukomboa kupitia mwanawe Yesu. Tumia damu ya Yesu siku zote za maisha yako. Popote ukiwa umelala, unapotembea, popote utakapotembea. Damu yako Yesu kanisigile. Haleluya. Haleluya. Haleluya. Go. We have to cover everywhere by the blood of Jesus Christ. u ci kinda kwepo. Itia damu ya Yesu Christ. Kila mahali ambapo damu ya Yesu ipo hakuna kuteswa.

Uhusiano na Mungu ili mlazimu Mungu amtoe mwanaye wa pekee Yesu Kristo ili akasudiwe akateswe akapitie changamoto na maumivu makali ili mimi na wewe leo tu, tuwe na mahusiano mazuri naye na Mungu. Haleluya. Kati ya siku na usiku na unaweza kumsogelea Mungu kwa muda na saa yoyote tunaweza kuomba rehema kwa wepesi. Haleluya. Na tukasamehewa. Bwana Yesu asifiwe. Lakini ndugu zetu wa zamani pale ambapo walipokosea, ili walazimu kuchinja ng'ombe au wanyama mbalimbali ili wapatanishwe ta, lakini sasa hivi Yesu nawepesi ambaye muda na saa Ya damu ya Yesu. Haleluya. Faida ya kwanza. Damu ya Yesu inatukomboa. Haleluya. Damu ya Yesu inatukomboa. Bwana Yesu ni ukombozi. Haleluya. Katika damu ya Yesu tunao ukombozi kupitia blood of Jesus Christ. Oh, tu a tumekombolewa, tumekombolewa sio kwa vitu vinavyoandika